Hujambo, hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Serikali ya kijeshi ya Bukinafaso imesema imezuia njama kubwa kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Captain Ibrahim Traore ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama wa kitaifa, Mahamadou Sana, amesema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wale wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Amesema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, lilikuwa ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa, akitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa siku ya Jumatatu. Captain Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya jeshi mwezi Septemba mwaka 2022, alipomuondoa Kanali Paul Hendi Bamiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini alishindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya kigaidi. Traore, akiwa na umri wa miaka 34, wakati huo, alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na na sehemu kubwa wa wananchi na hasa barobaro walimwona kama mzalendo na mkombozi. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi katika kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama, na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano huku akikata uhusiano wa usiano karibu kabisa na Ufaransa, hatua iliyopokelewa kwa hisia mseto kimataifa lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso lakini pia katika maelezo lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali. Kwa miaka miwili kuna tofauti kubwa, akijitahidi pia kuinua sekta ya kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukuja ngumi kuna mweka kuwa kiongozi wa kipekee barani Afrika. Bukinafaso imepitia misukosuko mingi ya kisiasa tangu uhuru wake mwaka 1960 ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara moja ma mapinduzi yanayokumbuka zaidi ni yale ya mwaka 1983 yaliomweka madarakani Thomas Sankara ambaye aliuawa miaka minne baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compore aliyetawala nchi hiyo hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa wananchi kwa sasa nchi hiyo iko katika hali ngumu ya kiusalama ikiwa ni mojawapo wa mataifa yanayokumbwa na, na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kijihadi inakadiriwa kuwa zaidi ya asilimia 40 eneo la nchi hiyo limo nje ya udhibiti wa serikali katika njama hivi karibuni ya kumpindua Kapteni Traore ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili ya mwaka 2025, Waziri Mohamed Sana alisema kuwa wapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Ameeleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi, ikiwemo Ivory Coast, akisema maafisa wawili wa zamani wa jeshi ndio waliokuwa wakiongoza njama hizo. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti zilifichuliwa kuwa magaidi hao zilifichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Mwaka jana Burkina Faso pamoja na Mali na Niger ambazo zote zinasaliwa na serikali za jeshi zimengatuka kutoka ajumuia ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda. Vile vile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi. Pamoja na mengine zimekuwa zikikumbwa na changamoto za kiusalama mara kadhaa, na hususani makundi ya kitakafiri ya kigaidi na kwingineko, ni kuwa afisa mkuu wa Palestina anayefahamu mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas amesema kwamba wapatanishi wa Kathari na Misri wamependekeza mfumo mpya wa kumaliza vita huko Ghaza. Kulingana na afisa huyo, inatazamiwa kufikiwa kwa makubaliano ya amani ya kudumu kati ya miaka mitano hadi saba, kuachiliwa kwa mateka wote wa Israel kwa mabadilishano ya wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa katika jela za Israel, kukomesha rasmi vita na Israel kujiondoa kabisa katika ukanda wa Ghaza. Ujumbe mkuu wa Hamas ulipaswa kuwasili Kairo kwa mashauriano. Makubaliano ya mwisho ya kusitisha vita alisambaratika mwezi mmoja uliopita wakati Israel ilipoanza tena kulipua Gaza, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kushindwa kuendeleza makubaliano hayo. Israel haijatoa maoni yoyote kuhusu mpango wa wapatanishi. Wakati huo huo, Wapalestina 22 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza tangu Jumatatu jioni. Afisa wa afya katika wizara ya afya inayoendeshwa na Hamasi alisema. Afisa huyo alisema waliouawa katika maeneo ya Khan Yunus, Jabalia, Beit Lahia na mji wa Gaza na kwamba watu wengine 45 walijeruhiwa. Pamoja na hayo, baadhi ya wabunge wa bunge la Uingereza wametoa wito wa kutaka rais wa Marekani Donald Trump wazuiwe kuhutubia bunge la Uingereza atakapotembelea London. Rais huyo wa Marekani amesema kasri la Buckingham linapanga li tarehe katika mwezi Septemba ili yeye kwenda Uingereza, lakini baadhi ya wabunge wameelezea wasiwasi wao kuwa haitafaa kwake kuzungumza katika bunge la Westminster kama watangulizi wake Barack Obama, Ronald Reagan na Rais Bill Clinton walivyofanya. Iliripotiwa kwa mara ya kwanza katika gazeti la Times, ujumbe uliotumwa kwa Lord McFall wa Auckland Speaker mkuu ukisema, ikiwa itapendekezwa kwamba alikwe kuhutubia mabunge yote mawili, na tumai wewe na Lindsay mtaeleza kwamba hilo alitofaa kwa sasa, kwa sababu ya mtizamo wake kuhusu Uingereza, demokrasia ya bunge, muungano wa NATO na Ukraine. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian la Uingereza, juhudi za kumzuia Trump kuhutubia wabunge zinaratibiwa na Lord Flux, waziri katika serikali ya zamani ya Sir Tony Blair. Flox amesema wakati serikali inawajibika kuzungumza na serikali za kila aina, bunge halipaswi kumkaribisha kiongozi ambaye anapinga demokrasia na kudharau mahakama na utawala wa sheria, pia ambaye anashindwa kulaani uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine ambao pande zote katika bunge la Uingereza zimelaani Wakati huo huo, mbunge wa chama cha Leba Kate Osmani anasemekana kumtaka spika wa bunge la Commons Lans Lohol kufuata njia ya mtangulizi wake John Beko kupinga hotuba ya rais huyo wa Marekani. Baadhi ya marais wa Marekani ambao wameshafanya ziara ya kiserikali kunywa chai au chakula cha mchana na ufalme wa Uingereza ni pamoja na rais George Walker Bush na rais Baraka Hussein Obama. Na tuhitimishe rubaha za kimataifa kwa taarifa hii kutoka huko nchini Iran ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limetoa tamko kwa mnasaba kuadhimisha miaka 46 toka kuasisiwa kwake na aliyekuwa kiongozi mwadhamu wa kwanza wa Iran Said Ar Ruhollah Khomeini. Jeshi hilo limesema liko kwenye utayari wa kiwango cha juu kabisa cha utekelezaji wa operesheni za kijeshi, likisisitiza dhamira yake isiyotetereka ya kuilinda jamhuri ya Kiislamu na kukabiliana na maadui zake. Brigadier General Ali Mohamed Naimu, msemaji wa IRGC, ameyasema hayo katika mkutano na vyombo vya habari akisisitiza utahari wa kina wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. IRGC litasalia kuwa mlezi thabiti wa mapinduzi ya Kiislamu na mafanikio yake. Majeshi yake ndio walizo wa mipaka ya kidini na utambulisho wa mapinduzi amesisitiza, amesisitiza Naimu. Matamshi hayo ya msemaji huyo wa jeshi la walizo wa mapinduzi ya Kiislamu yanatilia mkazo yale yaliyotol na ulinzi wa taifa la Iran hauwezi kujadiliwa, na akabainisha kuwa hiyo ni misimamo mekundu ambayo haiwezi kuvukwa kwa hali yoyote ile. Katika tamko hilo alilolitoa mbele ya waandishi wa habari, brigedia generali Naimi ameashiria pia nafasi ya kikosi cha Quds cha Iran, kutilia mkazo tena mchango wake katika kuunga mkono jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa harakati za kukomboa Palestina kutoka kwenye makucha uvamizi na ughasibu wa utawala wa kizayuni wa Israel. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.